Mungu wetu ni Mungu wa haki. Walipanga impeachment ambayo ilikuwa haina mashiko, na sisi tukauliza maswali tukiwa pale bungeni, na Mwengi Mutuse akawa hawezi kujibu swali hata moja. Deputy president akawa mgonjwa siku hiyo, hakupatiwa nafasi hata ya kuja kujitetea. Lakini Mungu aliona hayo yote, akaona haki za mtumishi wake zikikiukwa. Na kwa sababu Mungu ni yeye jana, leo na hata milele, sasa Mungu amekuja kuleta haki ya Rigathi Gachagua. Mimi nilisema kule wa Mwenyoro siku ya Jumaa pili iliyopita kwamba Mungu akikukataa, kuna vitu Mungu anachukia mwanzo ni kumwaga damu ya binadamu. Ruto na serikali yake wamemwaga, wako na damu ya watoto wetu mikononi mwao, si ni kweli? Na hilo ni jambo la kufanya Mungu akukatae. Mungu akikukataa anasema uongozi wako mene mene pekeli, yani umeisha. Ndiyo sababu umeona huyu kiongozi wetu ameenda kule Roma, amejaribu kuhakisha mshumaa, mshumaa ukakataa kuwaka na kwa hivyo, kwa sababu ni mtu mwerevu, aangalie dalili za nyakati, asije kutusumbua. Ikifika pale mwaka wa elfu mbili ishirini na saba, yeye afunge virago vyake, akubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu, aende kwa amani, awache wale yule Mungu ametawaza. Na mimi sisemi siasa tena, ama sijasema siasa. Mwisho ni kwamba kila aliye na mke hapa amchunge vizuri, kwa sababu ukiacha mke wako, uende ukatafute mke mwingine, yule mwingine ambayo hakuwa wako atakuumiza. Na ndiyo maana unaona William Ruto anasumbuka, ndoa ilikuwa kati yake na Rigathi Gachagua, akafukuza Rigathi Gachagua, akaenda kutafuta mwingine ambaye amemtesa kweli kila akikaa anamwambia, mimi nataka ni lazima mpatie mawaziri wanne, yule lazima fanye hivyo. Si ni kweli? Kwa sababu yule si bibi yake wa mwanzo, anakaakaa, anasema sasa, mimi nataka mkuu wa sheria awe ni mimi ambaye nimekupitia, lazima ufanye hivyo. Kwa hivyo, chunga bibi yako, ili mshikane naye na, na mtembee vizuri.